Kwa hiyo wakati Yanga imepeleka barua tarehe 17 Machi, barua inaonyesha kwamba kuna barua nyingine walipeleka tarehe 25 Machi. Sijui ilikuwa na vitu gani. Kukaa kidogo tarehe 27 Machi. Wakapeleka tarehe 28. Kwa hiyo Yanga imekuwa ikiwasiliana na CAS muda wote na kuna vitu wanavipeleka. Pengine mengine tunayojadili huko yanapelekwa. Matamko fulani labda wanapeleka. Wakati huo pia kukuwa na vikao vinaendelea. Ehe, yes, yes. Kwa hiyo kwa hiyo mwisho wa siku wakapeleka na nyaraka zingine tarehe Machi na kwa kuwa ni masuala ya, ya, ya, ya, ya usuluhishi kwenye masuala ya usuluhishi pande zote lazima zihusike. Ni tofauti na sisi tunaanza kuchukulia kama ni kesi upande upande huo. Alafu mshindini na, huku na kutafanyika usuluhishi na mwisho wa siku na mambo ataaset pamoja na kasi itatoa maelekezo, na ndio kwa maana uh, kasi inasema kwamba uh, inaomba vilevile upande wa Simba wawasilishe anwani zao hasa za wanasheria watakao wateua kuwakilisha Simba. Uh, of course nianze na, na, na TFF ambayo ni shirikisho, alafu uh, bodi ya ligi na klabu ya Simba kwamba nao wawaandae wa, wa, wa, wa mawakili wao watakao wawakilisha na wawapeleke mapema adresi zao, lakini sasa mimi nikawa nadhani kwamba labda yale maombi waliyopeleka Yanga ile rufaa ni mara moja inaanza kusikilizwa. Yanga wameambiwa sasa leta hiyo appeal yako. Leta sasa rufaa yako. Wenye kule wanatumia lugha inaitwa appeal brief. Waipeleke appeal brief yao ndani ya siku kumi. Wasipoipeleka ndani ya siku kumi, itahesabika wameiondoa . Kwa hiyo wamepewa deadline Yanga kwamba wapeleke sasa, wawasilishe na wanaambiwa ndani ya siku kumi waipeleke hiyo rufaa yao rasmi yenye maelezo ya kutosha, na wameita kitu kingine hoja za kisheria legal arguments. Eh, anasema pursuant to article R51 of the code the appellant shall neno shall nasema ni lazima, si ndio? Obligation, obligatory, shall file with CAS within 10 days following the expiry of the time for the appeal a briefing stating facts and legal arguments giving rise to the appeal together with all exhibits. Tafsiri yake ndani ya siku kumi, wasilishe rufaa na vielelezo vyote, ushahidi wote. In fact wanasema sio hiyo tu, the names of any experts stating their area of expert expertise. Yani vile vile, kama kuna wataalamu wengine, maybe watataka Yanga kutumia wataalamu wengine, watume majina yao na CV zao. Kwa hiyo hilo nalo limeelezwa pale. Lakini lingine witness statements. Wanasheria hasa wao wenye uzoefu kwenda mahakamani kwenye masuala yetu ya kesi za madai, kuna kitu kinaitwa witness statements. Wakati fulani mashahidi wanaweza kuzungumza kwa mdomo, lakini we wakili ukachukua ushahidi wao ukautengeneza vizuri ukautuma, inaitwa witness statement. Hii ni dalili kwamba hii kesi sehemu kubwa itaendeshwa sana kimtandao. Kutakuwa na mambo ya written submissions zinaitwa. Kwa hiyo wameambiwa na hizo written submissions wazipeleke, ushahidi wapeleke zote, za kisha zimeshamfikia rais wa hiyo panel anaitwa president of the panel, ambaye ataamua. Vinginevyo lakini lingine hiyo, hiyo appeal brief uh, ambayo itapelekwa kwenye uh, court office lazima upande wa pili kwa mjibu wa, wa kifungu cha sisa moja tatu, na baadaye na vifungu vingine iwafikie upande wa pili upande wa pili. Upande wa pili sasa nahitaji, kwa sababu mimi nimesoma hii kwa makini barua kwenye mitandao na media, of course, kwa swala la haraka, hata mi jana juzi nimezungumza kidogo kwa haraka, lakini baadaye nimeingia kwa makini, washtakiwa watatu au walalamikiwa watatu wamepewa siku ishirini Sio siku kumi. siku kumi ingekuwa very unreasonable, very unfair, kwa utetezi kwetu. tu hapa tuna siku kumi na nne tuna siku ishirini na moja unaona no? Kwa hiyo ni siku ishirini ila sasa upande wa TFF uh, uh, bodi ya ligi na, na Simba ndani ya hizi siku ishirini wameelekezwa vitu vingi sana, nao vimepewa muda, kuna siku kumi kuna siku ngapi ndani ya siku ishirini kwa mfano Uh, nyaraka hizi wakishazipokea na wao ndani ya siku ishirini watoe wa majibu. Lakini kuna vitu wana, wanaelekezwa wanaambiwa, huyu mrufani kwa mfano ameomba usuluhishi au hii mahakama iwe na msuluhishi mmoja, solo arbitrator, baada ya kuwa wawili watatu Yanga imeomba kwamba anasema kabisa I note that the appellant requests that the present case be submitted to a sole arbitrator. Sasa nimewaambia kwamba swala hili husikilizwe tu ile peleka rufaa upande wa pili. Wameambiwa na upande yanga wa pili mnasemaje? Yanga ameomba sole arbitrator. Na nyinyi mnapewa siku tano muwe mmetoa majibu.